Meaning all that time amekuwa akiteseka. Hiyo pesa mimi naitaka, cause nini walikuwa anafanya, wako capable ya kufukuza my only son kwa nyumba yangu na my only sister na mtoto wake yani ile, ile hata hawana ile pity ya ni mtoto mdogo, kwani hata heshima kwa dada yangu, juu ule mtoto hana mm. Nikona hapana Mbona ujawaimbia sister yako kabla hajarudi yani Kenya? sikutaka kumstress oh, maana niliona nikimstress, hmm, na akiweza fanya kitu huko, na sielewi ni nini, na yako huko mbali, mimi niko huku, nitajua aje venye anaendelea? Nikaona wacha nivumilie, niendelee kuchunga wale watoto ambao niko nao, kwa sababu nachukulia wake pia kama wangu hmm. Sasa nikaona tu nisimwambie, ndio ni sim stress, lakini kuna wakati inafika mahali hata unalemewa. Mimi pia nimedhoofika kimaisha, afya yangu pia si mzuri, saa zingine naumwa, nasumbuliwa juu nafanyia watu mungu kazi ngumungu unaenda kufanya kazi unapata hata mtu anakuambia ati ulale, naende kupepesa saa zingine hatu, unaona nakataa, nakuchapa na kuacha unarudi bila chakula unachemsha waji unaacha watoto walale, wakidhani chakula inaiva, alafu wanalala wanaamka kama wajakula. Hiyo ndio maisha nimekuwa nikipitia life, wewe kuteseka na watoto wetu. Ataki, ni siku ingine njema, na tunarudisha Mwenyezi Mungu shukran kwanza, kabla ya kitu yote tujaendelea nayo, na tuko hapa tumepatana. Niko hapa na Sharon, niko hapa na Suzy, kwa wale ambao aliona kitu ilifanyika jana Eh, Suzi ndi alinitafuta nani? No, Sharo ndi alinitafuta na, na amefanya Suzi pia akanijua, Suzi yako ananijua, lakini Sharo ndi alinitafuta kupitia kwa kazi enye tunafanya. Ni mtu huyo, anapitia kazi zetu huwa tunafanya, anajua mambo huwa tunafanya, so akanitafuta akasema kuna mahali Binai, ningependa sana tuende tusaidie sisi, tangu anatoka nje, na nataka tu nimwonyeshe zaidi ya hapo, vitu enye huwa zinatendeka wakati hayuko. Na kweli tukaenda pale tukapata mambo ilifanyika, haikuwa mambo mazuri. Na amenipigia simu leo tena asubuhi akaniambia nataka tupatane. Ni, ni mtu anahuwa na watch vitu enye watu anafanya, anataka tupatane na venye anataka tupatane, sijui ni nini anataka atuambie, lakini nitampa nafasi aweze kutuelezea tujue zaidi ya hapo. Ukoaje Suzy? Mimi ni kwa salama. Poa. Yeah, nashukuru sana. Ukoaje Sharon? Mimi niko poa. Nashukuru sana, mmetufikia tena leo hmm. hmm. Okay, ulinipigia simu ukaniambia tupatane leo hmm. E, kuna kitu nataka kuzungumza na mimi e, ningependa labda sasa sahizi uweze kutuelezea ni nini, tujue ni kitu gani, kama tunaweza saidiana. Ni ukweli nilikutafuta kwa sababu hmm. nimekuwa nikiona kazi yako na ni kazi nzuri hmm. na kwa shida ambayo tumekuwa nayo, nimekuwa nikiona unafuatilia hali za watu na unawasaidia hmm. na nilikuwa ninaomba kwa sababu hii yetu hmm. ni kama imekuwa kesi hmm. tulikuwa tunaomba tupate usaidizi, ufuatilie yetu na nasi pia tusaidike. Ndio. Okay, kusaidika kivipi? Kwa sababu tuliachana jana na sikujua zaidi ya hapo hmm. E, kwa mambo yenye ilifanyika jana, venye venye tuliacha ndo venye ilikuwa hmm. labda uguzie tujue kusaidika namna gani? Oh, ok, kusaidika na maanisha hivi mm, e, vile ambavyo kuliendelea jana mm, e, uliona kwamba dadangu alikuwa ametoka nchi ya nje, alitoka ngambo mm, na kweli alitujengea nyumba ambayo mm, tulikuwa tunakaa mwanzo, tulikuwa tunaishi kwa amani mm. Baadae ikakuja ikabadilika, ikakuwa visanga, vituko, mambo mingi, na katika hiyo hali ilileta, ilileta, ilileta nitwa nini, nitasema ileta tu mambo mingi, kukakuwa na uadui hasira, hmm. Ikafanya hadi nikatupwa nje, hali ikakuwa mbaya. Na wakati tulikuwa pale, kulikuwa na mali ambayo dada yangu alikuwa nayo na ilinyakuliwa. Sasa nimekutafuta ili tusaidie kufuatilia hii kesi apate stakabadhi zake, kwa maana jana tujalala tukitafuta karatasi, makaratasi zake mm, vitu zake, na kwa kweli hatujapata mm. Sasa tukuwa tunaomba utusaidie kweli kufuatilia hii kesi, hata sisi tupate haki. Labda tuelezee ni vitu gani hizo zenye unazungumzia tafadhali. Kitu kama title deed, namba moja, title deed. Mm. Title deed, ni mimi nilikuwa na ni hizo vitu kwa sababu sistangu alikuwa ananitrust nazo wakati Step sisters wangu walipata nguvu, wakaona wamepata nguvu, wakanifukuza, walichukua hizo vitu. Jaribu kuangalia jana, unasema tumejaribu, kwa hata hatujalala, tumelala masaa kidogo sana, tukitafuta hizo vitu zingine. Hata yeye mwenyewe ananiambia, nashtuka, kwa sababu si kwa ninajua, zingine tunatafuta, hatupati. Sasa nashangaa kwani walichukua hizo vitu wakapeleka wapi? Kabisa sipati kabisa, na hizo vitu ni za maana sana ni za maana na... alikuwa ameniachia mm mimi, mimi ndio dada yake. kuna yeah, wakati, wakati ilifika kukakua na maneno tu, hakuna amani, hakuna kila kitu. Unajua, ilifika wakati nikaona maisha yangu imekuwa hatarini. Walikuwa anajua kwa sababu hata simu akaunti yangu walikuwa anajua, wakati si wanatuma pesa na akituma walikuwa wananitishia, wanasema niwapee ama maisha yangu ni wale watoto mtoto wa suna wangu itakuwa hatarini, hasa nikoona wacha tu niwapatie hmm. Lakini sasa venye walikuja waka access zile karatasi, sielewi ni vipi, lakini ninajua ni wao wako nayo, kwa sababu si mara moja nimewapata kwa hiyo room yangu wakitafuta. Ndio maana wakanifukuza. Mara ya kwanza walinifukuza wakanituma nilale kule chini kule kwa sitting room. Sasa huko ndio nilikuwa nalala hapo, sasa ndio I think waliaccess zile vitu mhm. Eh, Suzy hizi vitu umezipokea namna gani? ni kweli vitu zina nani? Sharon ananiambia ni kweli? Yeah, ni kweli. I'm still in shock kwanza. hmm. <sighs> juu vitu kaa title deed hmm. sijui kwenye venye tutazitoa but all I know is lazima watanirudishia hizo vitu zote because hata kuna shamba extra nilikuwanga nimenunua na so kuwa, I think, nilimpatia documents mingi, hakujua kuna among that hiyo shamba, kulikuwa na title ya shamba ingine extra. I think nilisahau kumwambia. Sasa shamba kama hiyo sana shangaa nikuuza waliuza, ama ilienda wapi hizo documents? Siju tutazipata aje, but kenye najua a watu lazima waturudishe hizo documents na kila kitu kenye wameaccess. mlijaribu kuwapigia simu? Hapana, tujongea na wao bado bados. mm -hmm. So ulikua umejaribu ulikua umejaribu, Grace? Hapatikani, hapatikani kabisa. nimejaribu kumtafuta lakini watu hata ungepiga simu ama ufanye nini iko tu useless na pointless. Ndio maana tukakutafuta, utusaidie, tusaidie kutatua sis tangu arudishiwe vitu zake. Amerudi apate vitu zake mikono ame labda mali, waliweka tu ziko kwa nyumba lakini, wa, lakini hawa hmm. ni watu wamekuwa kileta watu tofauti atuelewe, walikuwa anapanga nini, lakini niko very sure, kama wako na hizo karatasi wako na vitu nyingi sana na kuna mahali wameweka, tusaidie tu tuwafikie tafadhali, warudishie sista yangu vitu zao wametufanyia tu mambo ya kutosha, warudishe tu vitu, washatutesa ya kutosha hmm. wakirudisha vitu. So, vitu zenye ziko missing zenye nyinyi mliangalia jana, ni umesema ni hizo documents, ni title deed hmm. hmm. title deeds hmm. Sasa hata nashtuka kusikia Su alikuwa amenunua shamba ingine, kumaanisha walienda nayo ni si ni hmm. mimi... okay. Nilikwanga nimenunua uh, after nimetoka hmm. But nilikuwa na deal na kampuni fulani hmm. so hmm. Sikuwa nimembia Sharon nini juu kuna venye nilikuwa nimeplan kuifanyia, so nilimpatia tu, nilimwambia kuna document. Takuja we niekee safe usishinda ukishughulika kujua nini but it's important, hmm, nyekea na zile document zingine hmm. So I think hivyo ndo kama hakuangalia, hawezijua ilikuwa nini because it was something I was planning and I was planning to surprise her. So naona, so hiyo kampuni ndo niliwak tu na hiyo kampuni nikiwa huko. So kwa kitu wenye mnauliza watu wenye mnadai, hizo ni title deed also like mimi zile tu mpaka zile pesa wamechukua za su because I mean Sharon because Sharon ame, ameteseka ya kutosha. Walikuwa ame-access account yako, na ile pesa nilikuwa natuma ya, kwa Sharon, walikuwa anaichukua. So imagine, if walifukuza Sharon kwa bedroom yake ile saa rumenye alikuwa anakaa, meaning walienda wakachukua, that, I mean, that's how probably walienda wakachukua hizo documents, mm -hmm. Because tumezitafuta, tukakosa na kama walichukua, walichukua pesa zote za Sharon, meaning all that time amekuwa akiteseka. Hiyo pesa mi naitaka, cause nini walikuwa anafanya? If wako capable ya kufukuza my only son kwa nyumba yangu na my only sister na mtoto wake, yani hata hawana ile, ile pitiness ya ni mtoto mdogo, you see. They have to pay for this. They have to pay for this. Mi Kenya nataka for now, ni nipate hizo documents na nijue kwenye like kwenye walikuwa wanapeleka hizo pesa cause hawa, ah, watu nimewekea kazi. Nimewekea kazi. Nimeishikwa tumia pesa za ku boost nini zao? Kazi zao. Haya, hmm. Direct hawezi m- Mm. Unaona mm. and sasa siwezi sema ati ni pesa niliwanyima, ndo wafanyi hivyo dadangu. Mm. Kuz, kama ni pesa hata najua sab, kuna timu wananipigianga wananiambia, oh, unajua this and this and this, na sijai sijai wanyima pesa. Hata kama ile timu nye naona niko chini, I would rather nitafute kwa beshte yangu, alafu niwatumia nirudishia beshte yangu nikiwa huko. So I have gone through, yeah, like, I have tried to make them happy na i feel like the least thing wangenifanyia ni kuniangalilia dadangu na mtoto wangu, hata kama pengine dadangu pengine aliwafanyia kitu sijui, but hata heri wangeniangalilia huyo mtoto wangu, na kulingana na venye nimekuwa nikiwaangalia niki nikiwalea niki juu mimi nimeteseka juu ya juu yao, hawako wanafaa kunifanyia hivyo hata. I'm very sure nakumbuka venye jana walikuwa na kiburi. Si unakumbuka? Hmm, walikuwa mimi mwenyewe wanajaribu kunigonga kuni na threatenia kuni kwangu, nyumba yenye nimejenga they have wako mpaka na hiyo uh, yani wako so entitled with my own things. Hebu niambia, what kind of human beings are they? Mtoto wangu ulimwona, how skinny he is. Very sure, sure, na ni Sharon anaweza kuonyesha picha yao, uone venye mtoto wangu alikuwa anakaa. Uliona mpaka alikuwa amevalishwa crocs. Tafadhali tusaidie tu tupate haki yetu, tusaidie kufuatilia hii kesi, kwa sababu kama bado wakona hizo documents, hata kuna si watauza nyumba tukiwa huku, watauza nyumba, hiyo shamba ambayo si walinunua, watauza watoto watapata haki, tunalilia watoto jamani, watoto wapate haki yao tu, turudishiwe hizo makaratasi, Suzy azipate kwa mikono yake ndio watoto walelewe vizuri, wapate kwenda shule, wapate tu kukaa na amani. Tunalilia watoto. Sikatai walinikosea, nililala njaa, walinitupa nje, nimenyeshewa, nikakosa mahali pa kukaa walinitusi na mama wakisema mama ni wazimu. Kama mimi hata hawana ile heshima ya kuheshimu, ati hata kama baba ni mmoja, mama ni tofauti. Ile heshima tu peke yake hawakuwa nayo. Tunakuomba tu tusaidie, tupate haki, tufuatilie hii kesi tafadhali. Hawashiki simu zangu, hawashiki wali walitoka hapa kuja karudi As... Kabisa. Tuli, yeah, walienda lakini sasa tunaomba tu tusaidie kabla watoroke, kwa sababu wanajua kwa nizo karatasi. Wako, wanajua wakoshua labda sheria itachukuliwa kabla wafikirie kutoroka ama kufanya nini. Ni watu wabaya, wametutishia hadi maisha, au si watu wazuri. Tusaidie tafadhali, tupate haki yetu, makaratasi zirudi, shamba irudi sister yangu at least nyumba ambayo alijenga kwa jasho yake na damu yake arudi aipate, ya ikiwa sawa, nyumba isiuzwe tukiwa ndani, kwa sababu kama wako na access ya kila kitu, account, simu. Walininyang'anya hii hata ni dada yangu amekuja nayo, walininyang'anya simu, walikuwa na access ya accounts zangu, walikuwa wanatoa pesa huko, na unasikia pia walikuwa wanapigia Suzy na kumwambia kwamba kuna kitu fulani na fulani, Suzy anatuma pesa kwa sababu singeweza kumwelezea yoyote juu maisha yangu ilikuwa imetishiwa, wale watoto wangeishi na nani? Tukaona tu ni vyema, e, tu utusaidie tafadhali, tusaidie tu. Sawa sawa, sasa tutafanya namna gani? Kwa sababu e, mi naona e, labda wanaweza kuwa aliweka hizo vitu mali a muwezi fikia e, labda tutafutane na wao tuweze kusikia kupi, kuni, kupiti, kupitia kwa wao, labda kama kuna mali walieka watuambie ziko mahali fulani, mwende muangalie. Sindio ni kweli lakini kama washiki simu yangu tutawapata aji kweli. Kwa hiyo kitu nilifanyika jana ndio linafanya washiki simu. Naomba tu tusaidie haki, hmm. Tusaidie tafadhali simu zangu awashiki wali ni block wanakata kushika hata dada yangu hawatashika. Awa, tafadhali tu tusaidie hmm, hmm, nione kama naweza patana na wao kama wanaweza fika hapa tuambie mahali waliaka hizo vitu, nitashukuru sana. Director akataacha tuangalie namba yao tu.